Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Global TV Online kwenye meza ya Stories za Town. Jina langu naitwa Given Mashishanga lakini nashukuru sana Voda ambao amekuwa pamoja nasi muda wote, wakati wote, mahali popote. Ni Voda peke, anakwambia pesa ni M-Pesa. Unaweza kununua bidhaa yoyote bila makato yoyote. Mama mzazi wa Star wa Bongo Flava Nasibu Abdul amesema kwamba kuanzia kipindi hiki amejitoa kwenye mgogoro unaoendelea kati ya wakweze, kati ya Zarinah Hassan pamoja na Hamisa Mobeto lakini kabla ya kauli hiyo ya Mama Diamond, tayari kuna ubuyu ambao ulikuwa umeshaibuka kati ya ugomvi wa Zarina pamoja na Mobeto uliokuwa umeibuka upya baada ya kupoa kwa siku kadhaa. Kama unakumbuka, siku zilizopita kidogo hali kidogo ilikuwa shwari, lakini baadaye mambo yakaibuka na mambo yakawa ni hivi. Lakini kwa uchunguzi ambao ulifanyika na Global TV, ugomvi baina ya wawili hao ulirejea upya baada ya Mobeto kukutana na Diamond kwenye Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu katika kitengo cha ustawi wa jamii na kukubaliana juu ya malezi ya mtoto wao Abdul Nasib, yani Prince Dully na inavyosemekana ni kwamba kuna maneno ambayo aliyaweka Zari kupitia mtandao wake wa Snapchat akiashiria kutokuwepo kwa maelewano kati yake yeye na Diamond kufuatia tukio hilo lilionekana kwamba limemweka jamaa huyo karibu sana na Hamisa Mobeto. Kama hiyo haitoshi, kuna ubuyu ambao uliingia katika familia ya Diamond huku ukimhusisha mama yake mzazi yani Bi Sandra na mdogo wake aitwaye, Esma Khan Esma Platinum. Kufuatia hali hiyo basi, Global TV iliweza kumtafuta Mama Diamond na kutaka kumuuliza kuhusiana na sakata hilo, na kwamba je, ni kweli alikuwa na ugomvi kati ya Zari, ambapo aliamua kutoa ya moyoni na kusema kwamba mambo hayo hayamuhusu na wala hataki kuhusishwa kwa jambo lolote. Akasema kwamba jamani, ninaomba mambo haya nisihusishwe, naomba kabisa, kwa sababu hayanihusu. Huyo Zari, Mobeto, pamoja na Diamond waulizwe wenyewe, mimi simo, alisema mama yake Diamond. Lakini kwa upande wake, Esma akasema kwamba kwa sasa hajishughulishi tena na mambo ya nyumbani kwao, badala yake ana deal na maisha na familia yake yeye mwenyewe. Na akasema kwamba kwa sasa siwezi kudili na mambo ya nyumbani kwangu, badala yake niko busy na maisha yangu pamoja na familia yangu. Lakini kwa upande wake Mobeto, simu yake ya mkononi haikuwa hewani kila tulipojaribu kumtafuta, hatukuweza kumpata na mara baada ya kumtumia ujumbe mfupi wa maneno, basi ujumbe haukuonyesha kiashirio chochote kama umefika ama vipi. Okay, hiyo ndo story ya town ambayo ilikuwa imetufikia siku hii ya leo. Zaidi ni kukumbushe tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Robo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 Desemba kumi na saba, elfu mbili kumi na saba, kwa shilingi, shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra, extra, kwa mtani kila Jumapili kwa shilingi, shilingi mia tano tu. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto mjiomba, taarifa zangu zote habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa, ndugu yangu. Install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo, hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa Global Publishers application.